Kuna utitiri wa uandikishaji wa hizi taasisi, na kama Profesa Mwanya ulivyosema, na sisi tunalitizama hivyo hivyo. Unakuta mtu hajasajili kanisa, anatoa huduma, anaamka anasema ameomba, ameoteshwa kwamba sijui itatokea nini. Kama, kama umeona ume, umeoteshwa kutakuwa kuna hali ambayo sio nzuri, basi nenda uombe Mwenyezi Mungu aizuie isitokee kwenye taifa letu, lakini sio kutoa taaruki kwa taifa kwamba jana nimelala nimeota e, mimi ni nabii e, kutakuwa kuna taharuki hii. Sasa mi, mi nitegemea huyo huyo kiongozi angeenda aombe Mwenyezi Mungu azuie hilo balaa lisitokee, lakini kiongozi huyo analeta taharuki ya nchi, Watanzania waache kufanya shughuli zao waanze kupaniki. Lakini ukifuatilia unakuta hajasajiliwa, ukimgusa anasema serikali ina vamia viongozi wa dini. Kwa hiyo tunaenda kufanya uchambuzi vizuri, tutaleta mbele ya bunge hili tuwaonyeshe wale ambao wanafanya kazi kinyume na utaratibu, ili itakapowachukulia hatua Watanzania wajue kwamba sio mambo ya kisiasa.